Watanzania wengi wanatamani sana kujua hali ya aliyekuwa Balozi Humphrey Polepole kutokana na kwamba alitekwa muda mrefu tu na mpaka sasa hivi bana, ukimya umekuwa ni mwingi sana. Serikali haizungumzi, wanaharakati wamekuwa wakijaribu kupaza sauti, lakini mambo bado yako pale pale. Kuhusiana na viongozi wengine ambao walikuwa wanaipinga serikali, wanajulikana wapi walipo wengine waliokamatwa hapo kwenye vituo vya polisi Mange Kimambi ameibuka tena kuja kuzungumzia hali ya Humphrey Polepole kupitia Instagram yake. Alikuwa ameweka picha ya Humphrey Polepole lakini akawakumbusha watu wa Tanzania kwamba Desemba tisa tutawapa watu wetu waliotekwa na serikali hii. Uh, amesema kwamba tutawapata watu wetu waliotekwa na serikali hii haramu. Watanzania mnaotaka kujua hali ya Polepole, sidhani kama kuna mtu anayejua for sure status ya Polepole zaidi ya Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake haramu. Tukiwaondoa tarehe tisa tutajua. Tukumbushane kuwa maandamano ni ya amani na kila mtu atoke na bango lake. Sasa bana, ikifikia tu mpaka Mange Kimambe hana za ndani kuhusiana na, na, na hali ya Humphrey Polepole, nadhani kwamba ni kitu ambacho kidogo kinawatia wafuasi wa Polepole wasiwasi kidogo, sababu wengi wanategemea kwamba Mange Kimambe ndio awe na exclusives kuhusiana na wapi alipo Humphrey Polepole, nini ambacho kinaendelea na hali yake ya afya, na ametekwa na kina nani ama amezoiliwa wapi aswa, na mipango yote ikoje. Lakini sasa amesema kwamba mpaka kwenda kujua hali ya Humphrey Polepole, kuna kitu kimoja tu ambacho kinahitajika kufanyika, ni maandamano ya Desemba 9 yafanyike, lakini baada ya maana hayo washaikomboa nchi wote ambao walitekwa na serikali ya rais Samia, ambaye anasema kwa mwenyewe anaita kwamba ni serikali haramu, watajulikana ni wapi walipo wote, watakuwa watapata fursa kuweza kuokolewa kutokana na utekwaji ambao ulifanyika. Lakini akasema kwamba, ila kwa sasa ye mwenyewe pia anakiri kwamba hakuna mtu yote ambaye anajua kwa uhakika kabisa hali ya Humphrey Polepole zaidi ya Rais Samia na serikali yake. Mm -hmm. Sasa watu ambao wapo kwenye serikali ya Rais Samia na Samia mwenyewe, na wanajua hali ya Humphrey Polepole ipoje. Sasa hii inazidi kuwapa wasiwasi kidogo wafuasi wa Humphrey Polepole kutokana na kwamba wengi wanatamani kujua kama jamaa yuko hai, jamaa, um, hali yake kiafya ikoje, jamaa yuko mzima na vitu kama hivyo. Sasa familia yake haina habari na watu wake wa karibu hawana habari zaidi tu, waliomteka serikali ama likamatwa na vitu kama hivyo. Sasa mpaka kufikia muda huu hapa, hiyo ndo uh, tamko rasmi kutoka kwa Mange Kimambi kuhusiana na hali ya Humphrey Polepole. Sasa sijui kama kwenda kufikia Disemba 9 kama Watanzania watafanikiwa kuikomboa nchi ili baadaye waje wajue hali ya Humphrey Polepole, tutajua sisi itakapofika Disemba 9. Nipe maoni yako pia kwenye uwanja wa comment.